Swala la mapato tunaendelea kufanya vizuri. Sasa hivi mapato huru tuna asilimia mia moja na nane lakini mapato lindwa tuna asilimia sitini Kwa hiyo tukia kombaini tunapata asilimia 98.7. Mani yangu kubwa tafikia asilimia mia moja kutokana na maagizo yako ambayo naendelea kutuagiza kwa hiyo nikiri kwamba halmashauri yako ya Itigi bado inaendelea kufanya vizuri, na imani kwamba timu ambayo tuliokuwa nayo ya halmashauri shirikiana na baraza la madiwani, tunaendelea kushirikiana kwa umoja wetu, kwa utulivu na usikivu, tunaendelea kufanya kazi vizuri kadi mnavotupa maji. Ndugu zangu madiwani, na mimi niwatakie safari ambayo tunaianza pamoja na mimi mwenyewe, i safari ina kibali cha Mungu pia kati tulivyoishi na ndugu zetu kule, na kusema kwetu vizuri, na mimi imani yangu kwamba baraza litarejea vizuri. Kwa hiyo na mimi niwatakie safari hii ambayo tunaianza iwe yenye mafanikio kule tuendako. Shukuru sana makamo, nisaidia kwa miaka yote hii mitano, tumeendelea kufanya kazi vizuri, na hizi sifa tunazozipata madiwani pamoja na wewe, ushauri wako, lakini nikushukuru pia Mkurugenzi Mtendaji imepoa e, makini pia kwenye shughuli zako. Basi tumefanya kama timu lakini mm, wewe pia na watumishi wa halmashauri. Pongeze sana Mheshimiwa mwenyekiti na waheshimiwa madiwani wote <laughs> mimi ninayo imani kama sio mtu mwenyewe binafsi akisema nimechoka, wote mtarudi <laughs> kwa sababu kazi kubwa mmefanya na katika kipindi ambacho mnaenda kifua mbele katika uchaguzi, ni kipindi hiki, mambo ambayo mmefanya yanaonekana kwa macho. Kwa hiyo sisi kubwa ni kuwatakia heri, Mwenyezi Mungu aende akawatamie, mrudi mtatukuta tukiwa salama, tuendelee kufanya kazi. Mimi kwa kweli, wanasema sina hoja na nyinyi, mi uzuri wake, na mimi nikiwa na langu huwa nasema lakini kwa waheshimiwa madiwani Itigi niseme madiwani oye. Oye. Mwenye mwenyekiti oye, oye. Makamu wetu safi. Safi kazi mmeipiga jamani, kazi mmeifanya kwa hiyo sisi tunawatakia kila laheri. Hiki kipindi ni cha mpito na ni kipindi kifupi sana, kipindi cha mafanikio. Tutakuja huko kusaidiana kuona kwamba mko salama.